Kwa majina mimi naitwa Dumba Semi, mimi ni MCA kutoka Garsen North Ward. Kwanza, ningependa kutoa pole zangu kwa yule mama ambaye tumempoteza jana, na pia wiki iliyopita nilipoteza pia mama ambaye tuko related kutoka sehemu za Wenje, kwa kukosa yule mtu wa kuja uh, connect ile oxygen. Oksigen. Kama oxygen iko, yule daktari aliyepigiwa aje aconnect oxygen na hakuja. Kwa hivyo leo hiyo ndio kitu moja ambayo imetuleta hapa hospitali, na nimewambia by next week Tuesday nahitaji majibu ya nani aliyezembea katika kazi yake. Na nataka kuambia wananchi wa Tana River, wakati sisi tunasukuma na pia mtu amechukuliwa hatua, wasikue wakisimama kutetea huyo mtu. Mtu kwa vile akimtetea mtu anaregeshwa, akiregeshwa, kesho mwingine anapoteza maisha. Kwa hivyo sisi tutasimama kuhakikisha kwa tumetetea wale wananchi na wale wagonjwa ambao watafika hapa hospitali. Kitu kingine ambao nataka kuongelea kama mwenyekiti wa afya pale County Assembly, tulipoingia pale bunge, bajeti ya madawa pamoja na lab pamoja na x-ray kila kitu ilikuwa milioni 95, na kupitia awa MCS tulisaidiana na tuhakikisha kwa hiyo pesa imeongezeka kiasi ya kwa kufikia, saa hii pesa ya madawa ni zaidi ya milioni moja pesa ya zile lab reagents ni zaidi ya milioni 30 na pia x-ray services tumewekeza pesa. Kwa hivyo pesa ya madawa pamoja na zile reagents za facility. Mimi kama mwenyekiti najua tumehua tunatenga na nataka kuelezea wale wabunge ambao wanapitisha sheria kule national government. Watengeneze sheria pia ambazo zitasaidia wananchi wa huku mashinani. Kwa mfano, walipitisha sheria mwaka 2019 Kemsa Act 2019 ambapo inasema County government zisinunue madawa nje ya KEMSA. Na, ukipata, mimi nilifanya kazi pale ngao zaidi ya miaka minane. Mara nyingi KEMSA hawana madawa, lakini tulisukuma through the department, na mwaka jana wakafanya wakanunua nje ya KEMSA na waliponunua, kuna dawa kidogo zile sub county hospital zilipata. Kwa hivyo tunaomba kama idara ama wizara ya afya wazidi kwa kununua madawa kama KEMSA madawa hakuna uangalie nje ya KEMSA kuhakikisha kuwa wale wagonjwa ambao watafika kwa hospitali wamesaidika. Na kitu kingine, kama mwenyekiti wa afya, ambao nataka kueleza leo, wananchi wa Tana River wajue, sisi viongozi ni kuhakikisha kuwa budget imekuwa implemented kulingana venye inatakikana. Mimi ni mwenyekiti wa afya na pia chairman wa implementation yuko hapa, na pia mi ni member katika kamati ya implementation. Next week tumemwita waziri na tumeombea lazima akuje na director, lazima akuje na pia chief of staff. Tunataka kujua implementation report ya mwaka elfu mbili ishirini na tatu, elfu mbili ishirini na nne na pia mwaka elfu mbili ishirini na nne, elfu mbili ishirini na tano. Kuhakikisha kwa ile bajeti ambayo tumepitisha imefanyia haki wananchi wa Tana River. Kwa hivyo sisi kama MCAs sahi next week pia nataka report ya huyo mama wa Wenje pia aliyekufa, nijue ni nani aliyezembea katika kazi yake. Na huyo mwenye tutaona kwa amezembea, tutahakisha kwa amechukuliwa hatua na bodi ifanye kulihaki kwa wananchi wa Tana River. Mwenye atapatikana ripoti ikiandikwa kuhakikisha kwa amechukuliwa hatua. Kwa hivyo, kwa hiyo mengi, mimi nasema poleni kwa wale ambao wamepoteza wapendwa wao na tutazidi kushirikiana kuhakikisha kwa haki imetendeka. Kwa mfano hii mambo na nyoka wenye wanatekana wasukume sheria kuhakikisha kwa, kwa kila mtu ambaye amepata janga ya wanyama ama mdudu wowote katika country ya Kenya, ni bunge la national government. Kama bunge halitapitisha hiyo sheria, wakae wa amend hiyo sheria, wakishekuwa nyoka wameingiza katika hiyo kundi la mtu akiumwa na nyoka lazima apate compensation. Kitu ingine pia, mayonda mayonda wamezidi tanariva mzima, watu wanapanda mayonda wanaharibu, lakini unapata hizo sheria ambazo wameweka kule juu, wale wanyama ambao wameorodhesha, wale ambao watapata compensation, utapata nani? wale ambao wanasumbua hakuwaingiza katika hiyo kategori. Kwa hivyo, pia mimi ni rafiki wa RMP wa Delta Garsen Constituency, pia ni senata, nitaongelesha kuhakikisha kuwa ili haya mambo ya nyoka, mambo ya mayonda, wameangalia na wakaingiza katika zile sheria ambazo watu wetu watasaidika. Kwa, kwa majina anaitwa Mahmud Ahmed Gabo, mimi ndi MCA wa kutoka Garseni Magharibi. Kwa kusema ukweli, uh, sisi MCAs ambao ni watu ambao wanatekeleza kazi ya kuwatekelezea uh, watu wetu. Tuko na huzuni siku ya leo kwa sababu jana kumepatikana huyo mama alifariki hapa. Ni mama ambaye ametoka katika sehemu ya upande wa Haroresa, mama ambaye matarajio yetu ilikuwa ni ajifungue salama, na pia aweze kusaidika katika hii institution ambayo iko hapa ya hospitali lakini haijatokea hivyo, kile kimetokea, imekuwa ni kifo na mama akiwa mjamzito. Ni kama hajapotea, hajapotea yeye ya peke yake, pia amepotea na mtoto ambaye ilikuwa tuna matarajia aweze kuzaliwa salama. Hili ni jambo ambalo limetupatia changamoto kubwa. Mpaka sasa sisi tumeweza kufika hii hospitali kuhakikisha ni mahali gani pamekoseka, na tukaona mahali pamekoseka ni ukosefu ya hiyo dawa ambayo angedungwa yule mama kumsaidia. Dawa hiyo ilikuwa haipasi kukosekana hapa, kwa sababu kama tuna pesa zaidi ya bilioni moja na zaidi bilioni moja unusu iko katika hii hospitali, basi kam, ikosekane hiyo dawa kidogo ya kuweza kumdunga mtu ambaye ameumwa na nyoka, sidhani kama ingekuwa ni jambo ambalo lingeweza kukosekana. sisi tulitoa ujumbe wetu rasmi hapa kwa hii, hii, hii, hii hospitali, tukatoa kwa waziri ya kwamba ni lazima dawa hiyo na dawa zingine ambazo zinahitajika hapa ziweze kupatikana, huduma iwe kikamilifu hapa. Kuna watu, kuna sehemu tulitembelea sehemu tofauti tofauti ambazo tumegundua ya kwamba hakuna mahitaji amba, kuna mahitaji mengi yanahitajika katika hiyo sehemu. Kwa hivyo, kwa sasa sisi tunachukua hii jukumu ya kuambia ya kwamba hospitali hii ipatikane mambo yote ambayo inahitajiwa inahitajika katika matibabu ya watu wetu. Hii Tana River alivyosema Mheshimiwa Shabini ni kwamba iko na sehemu kubwa ambayo watu wetu wanaishi, na kuna hawa nyoka ambao wanauma, so wakati itakosekana dawa ya kuwanusuru hawa na kuwasaidia basi ni changamoto kubwa katika sisi ambao ni wafugaji na ambao tunaisha katika sehemu ambazo zinanyoka tele. Kwa hivyo tunataka kuambia wakaaji wetu eh, habari hii imeshafika mbali na tumeweza kuwasilisha kwa wahusika, na tutaona ni vipi, eh, tutaweza kutembelea ile jamii ambayo walipoteza huyo mama katika sehemu ya Haroresa. Tutafika huko tweze kuwasalamia na tuone ya kwamba, eh, wao pia wajue ya kwamba sisi pia tunasimama na wao, kuhakikisha kwa ya kwamba jambo lililotokea leo haliwezi likatokea siku nyingine asantekuhakikisha kwa ya kwamba mama amepata haki yake, ama wale waliobaki kwa niaba ya mama next of kin wamesaidika katika upande huo, kwa sababu kama nyoka imeweza kuuma mtu na, na huyo mtu ameaga na isemekane huyo mtu hawezi lipwa, nafikiria hakuna haki hapo. Kwa hivyo sheria imetengenezwa bungeni kule juu, lakini sisi pia tutadomesticate hiyo sheria, tuhakikisha kumepatikana sheria ambayo inaweza kuwasaidia watu wetu katika upande huu, katika hii kaunti kuhakikisha watu wetu wamekuwa compensated kwa hayo yote, kwa sababu ikiwa nyoka atauma anauwa, ana tofauti gani na mnyama mwingine? So sisi tutashindilia kuona ya kwamba watu wetu wamelipwa. Asante. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina mimi naitwa Mahmud Ali, pia najulikana Shabin. Mimi ni MCA kutoka Salawad. Mimi ni mwenyekiti wa bajeti katika komiti ya County Assembly. Leo tumekuja kuzuru hapa hospitali yetu Hola kuangalia vile hali inaendelea hapa na shughuli ya hospitali pia. Hakuna kitu kipi ambacho tunaongeza, lakini ile kuangalia tu maslahi ya wagonjwa na pia ni vipi wafanyakazi wanafanya kazi yao ya siku. Kwa hivyo yale tuliona, tuliona mahali mbalimbali, na hali si mbaya, lakini inataka pia improvement kidogo, ili mahali zingine. Pesa iko tunategea, tunatega kila siku ya, ya bajeti iko pesa mzuri pia eh, chief officer na waziri eh, walete hiyo demand eh, mambo shida shida ni mambo dawa kidogo. Kama juzi eh, dada yetu moja alifariki, nasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyo dada yetu, sote tumesikia vibaya, ingawa hatuwezi zuia mauti lakini eh, ni mzuri pia tujihadhari hiyo dawa ya sumu ya nyoka. Dawa hiyo ingepatikana kila mahali almost, lakini msemekana imekosekana hapa Hola yote. Hata private hospitals wamesema, wamepiga simu Garisa wamekosa, wameongea Kilifi wamekosa. Lakini leo moja ile imetuleta hapa ni hiyo. Tunaomba na iwe haraka sana tena hiyo dawa ipatikane, kwa sababu ni msimu wa mvua na nyoka iko kila mahali, na Tana River yetu iko nyoka mingi, na sijui, nashangaa chair health, kwa nini kwa kwa nini hiyo dawa ikosekana kwa hiyo hospitali? Haya mambo ndogo ndogo lazima tusitiri, na tunaomba pia iwe haraka iwezekanavyo, kwa sababu implementation. Implementation committee lazima iangalie hiyo maslahi pia, hiyo budget imepitishwa kitambo sana, tuko last quarter of the budget. Almost second last inaisha, tunaingia last. Ni siku gani hiyo kazi itafanyika na hiyo pesa lazima wananchi wapate huduma. Lazima hawa kina mama ambaye vitu ndogo ndogo ya kina mama wanahitaji wakijifungua lazima ipatikane. Yale leo tumeona hapa, tumewambia waziri na chief officer haya mambo lazima yarekebishwe haraka iwezekanavyo. Nichukue fursa hii kushukuru Mwenyezi Mungu. Ya pili nataka nitume rambirambi kwa mama yetu ambaye ametwacha, kusema ukweli, imetuuma sote na sisi kama MCS leo tumeshinda kwa hospitali na mara mingi sisi huwa tunakuja, si ati saizi wakati kisanga imekuja ndo tunakuja. Shida kubwa ya hospitali na shida kubwa ya Tana River na department zote, ni kwamba tumesema ya kwamba hakuna goodwill, hakuna kujituma. Kukosa antivenom hospitali kubwa kama hii ni janga na si mara ya kwanza, mara ya pili. Mimi mwenyewe kuna mara nilikuja nikatafuta ikakosekana. Kwa nini wasikuwe na, wasikuwe na antivenom wakiwa wanajua watu wetu ni wafugaji, watu wetu wanaishi huko vichaka huko. Uh, sisi tunaishi na nyoka. Kwa nini, kwa nini hizo dawa uh, ziko ndo? Leo tukakuwa hapa na waziri hapa pamoja na chief officer um, medical soup. Pamoja na administrator wa hospitali tuliongea vitu mingi sana kuhusu mambo na watu wa Tana River ya kwamba ile challenge iko mingi, iko kubwa, ambayo inasumbua watu wa Tana River. Tumejua na tumeenda tukaongea na wao, na Tuesday hii inakuja tuli summon hii department yote, waziri, chief officer, director wote wakuje huko watueleze kwa nini. Mimi ile swali niliuliza hao sai ni kwamba huyo mama amekosa antivenom, amekufa Saa hii anti-venom umepata, mwingine akiumwa leo hiyo dawa mko nao? Wavuchi hawana, hakuna. So tukasema kwamba some of the challenges ambayo tulisema kwamba hata yule pharmacist mwenye ako hapa ya kwamba tumesema hata atolewe hapa aende zake, eh, aende zake, awekewe mtu mwingine. So nataka tu niwambie wakaaji watu wa Tana River ya kwamba tumefeel hiyo mama yetu kupoteza, kupoteza kwa hiyo mama sote imetuuma na huyo mama ajap, ajapoteza, ya, watu Haroresa peke yao hata sisi tumepoteza na imetuuma. So tunataka mkuwe na e, e, subra. Mwenyezi Mungu awapatie subra na yeye ampatie janna. Sisi kama viongozi tutazidi kuwajibika, tutazidi kuwa hapa, tutazidi kuangalia kila department. Leo tumeenda tukangalia mahali x-ray tukaenda mahali ya dialysis tukaenda tukaangalia ile maternity, tukaenda maternity tukaona, tuka inaitwa nini no. lab. Tumeona vitu mingi na tumepitia sote yote iyo mahali yote. So hayo ni yangu ni hayo, asanteni sana na Mungu awabariki.